Uh, Mwenyezi Mungu ameipangilia uh, eh, katika kitabu chake.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 Waarabu walikuwa katika uziwi hawasikii katika ya kabisa yale mapigano, ndio maana wakauita shahru al asam, lakini pia walikuwa wakiuita shahru al haram kwa maana ya mwezi uliokuwa uliotukuka. Ndio maana As-Sayyid eh, Imam al Busiri akasema ma lam takum min layali ashhur al hurmi, kwa maana kwamba huu ni mwezi ambao ni mwezi mtukufu, walikuwa wakiutukuza sana, ndio maana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika aya tuliyoanza nayo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 Eh, Baitul Haram tulikuwa tukielekea eh, Baitul Muqaddas eh, kule Palestina, lakini baadaye ikaja ikaja eh, amri kwamba tuelekee sasa hivi huku tunakoelekea eh, Baitul Haram. Kwa hivyo inawezekana kwa matukio mengi yaliyopatikana, ndio maana tunahitajika tuheshimu na kutukuza mwezi huu mtukufu wa Rajab. Ndio maana Mwenyezi Mungu akatuhusia na kutuambia fala tadhlimu fi hinna anfusakum, katika mwezi huu